Na mwenzetu Fortunatus kutoka nchini Afrika Kusini kwa wakati huu hapa. Fortunatus mambo, na mambo vipi? Kwanza ah, mambo ni salama ha mm. habari za hapo jijini Dar es Salaam? hapa ni kwema tu, kauli yetu ni kwamba atakae na aje. Uh, jambo kubwa limekuwa ni kuhusiana na Stellenbosch kupangiwa kupambana na Simba Sports Club uh, watu wanatamani kujua kwanza, Stellenbosch wanakuja lini uh, nchini Tanzania? Eh, hivi sasa ninavyoongea ni kwamba Stellenbosch wamekwisha kujiandaa, wameingia katika jiji la Johannesburg na kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa OR Tambo. Timu hiyo itaondoka jioni ya leo Alhamis, kuelekea katika jiji la Dar es Salaam, na wanatambua kutoka eh, Dar es Salaam watakwenda Zanzibar Huku wakizungumza kwamba kutokana na, na aina ya usafiri ambao upo hivi sasa, wameona kana kwamba wakifika pale jijini Dar es Salaam watatumia sasa kivuko, ninaamini itakuwa ni Azam, kuweza kuelekea katika upande wa pili katika marashi ya Pemba na Unguja, huko Zanzibar kuweza kupambana na hao Simba Sports Club. Uh, baada ya Stellenbosch kupangiwa Simba Sports Club, uh, Afrika Kusini inazungumzia nini kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch? Kwa kifupi unaweza kuona kuwa, kana kwamba sio timu ya kwanza kwa kukutana na Simba ambayo ilishakutana na timu kadhaa za hapa Afrika ya Kusini, na wengi wanapoiona hii timu ya Stellenbosch wanasema ni wanashangazwa kwanza maajabu ambayo timu hii imeweza kuyafanya kufikia hata hatua hiyo hiyo iliyofikia. Kwa kwa ujumla ile ubora na ile ukubwa wa Simba kwa hapa Afrika Kusini, ukifananisha na ukubwa na ubora wa hawa Stellenbosch, bado Simba anaonekana ni mkubwa kabisa katika kilo, lakini unajua soka ni mchezo wa wazi na soka ni mchezo wa watu kumi na moja. Kumbuka hawa Stellenbosch katika moja ya makombe hapa Afrika ya Kusini waliwafunga nje ndani Mamelodi Sundowns. Kwa ni, ni timu fulani ya kuweza kuiangalia kwa namna fulani hivi kwa sababu kidogo wa, wa, ni wapya wageni katika ligi, ukikumbuka kwamba wao walichukua jina kutoka Vasco da Gama na baadaye wakahamia wakahamia Stellenbosch na ndipo ilipobadilishwa ikawa Stellenbosch FC kwa kununua franchise kutoka huo, ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na kumi na sita lakini sasa unakuta kwamba mafanikio na mwenendo na jinsi wanapokwenda yanaonekana kwamba hawa ni watu ambao wamejiandaa vyema zaidi, wanafahamu nini wanachokifanya, wana, wana na Fortunatus, kumekuwa na taarifa uh, kwamba kuna baadhi ya wachezaji wa, wa Stellenbosch wataukosa mchezo wa mkondo wa kwanza. Taarifa hizi ni kweli, hususan ikimhusisha golikipa wao? kwa golikipa kwa golikipa hilo limerejea. Kwa golikipa, lime, lime kwa golikipa amerejea, na kocha anasema kwamba imekuwa ni dhahiri kwamba atakuwepo golini. Wanamwita Captain Fantastic ambaye ni golikipa Sage Stevens. Ah, siku ya Jumanne dhidi ya Amazulu hakuweza kucheza na hivyo alicheza Oscarini Masuluke ambaye alidaka mechi hiyo ambao waliibuka na ushindi wa moja sifuri dhidi ya Amazulu. Kwa hiyo ni kweli kwamba ha, hawata kuwepo, lakini huyo goalkeeper atakuwepo. Mchezaji ambaye hato kuwepo ni Ashley Kupidu ambaye dakika ya kumi tu katika mchezo huo wa Amazulu alipata majeraha na nafasi yake ikachukuliwa na Kinda huyu kutoka Amajita. Nikizungumzia Amajita ni timu ya anda miaka chini ya ishirini ya Bafana Bafana. Hawa Amajita, huyu Lengelihle pili ambaye ndio alimaliza mchezo ule katika mechi hiyo, na kocha Steve Barker uh, anasema hivi yeye kwa namna moja au nyingine atawaomba Amajita ili aweze kuja na huyo kijana Langelishe ili kusudi awasaidie katika safu ya ushambuliaji. Kumbuka kwamba mshambuliaji wao mkubwa kabisa, Bradley Mojela, yeye alipata majeraha mnamo mwezi wa Disemba, na akafanyiwa operation ya goti, hivyo hatokuwepo katika mechi hii, inawezekana mwanzoni mwa mwezi Mei. Lakini alisema katika moja ya joke hivi kwamba Mojela amesema iwapo wataingia fainali, basi hilo jeraha lake ataliweka pembeni na atakuwepo. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna wachezaji wawili ambao ni washambuliaji muhimu sana, Ashley Kubido pamoja na Bradley Mojela, ambao hawatakuwepo katika mechi hiyo, lakini kwa goli kipa ambaye kwa kweli ni, ni kizuizi na ni, ni moja kati ya watu ambao wa kuangaliwa sana. Sage Stevens yeye atakuwepo. Uh, Fortunatus tunajua kwamba uh, ni vita ya makocha wawili sasa, uh, Steve Barker pamoja na Fadhu Rahmani Davis, watu wa Afrika Kusini wanazungumza nini hii bato ambayo uh, wanaenda kukutana uh, wanaume hawa wawili? E, kwa kifupi ni kwamba ukiangalia kihistori, hawa watu wawili Fadlu uh, Davids pamoja na kocha Barker wanajuana vizuri sana, na ukichukulia Fadlu, yeye kwao kabisa ni huko Cape Town ambako, so, so, Stellenbosch na Cape Town ni mazingira hayo hayo, hayo tunaweza tukasema, kwa hiyo katika aina ya mchezo muunganiko na namna jinsi ambavyo mpira unachezwa katika maeneo kama yale. Kumbuka Cape Town ndiko hasa kuliko kuwa hata na vyuo vingi, shule nyingi za michezo hususani soka. Huko ndiko wengi walisoma, huko ukichukulia kama Beni Makati, ukichukulia Quentin Fortune na wachezaji wengine waliotangulia huko awali waliocheza ligi za nje kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema ni vita kubwa, na hapa itakuwa ni wakati wa Fadlu Davids kuonyesha kile ambacho aliwahi kuambia Orlando Pirates baada ya kutaka yeye, alikuwa amekuwa kocha wa muda, lakini baadaye wakaleta kocha mwingine, yeye wakataka awe msaidizi, alisema siko tayari kuwa msaidizi na nahitaji niweze ku, kuwa kocha mkuu. Kwa hiyo nadhani ana kitu fulani anataka kuwaonyesha, na kuna kitu ambacho amekiweka katika e, ile wanasema azma yake kwamba ni jambo ambalo anataka kuwaonyesha Afrika ya Kusini kwamba sio tu Pitso Mosimane pekee ameweza kufanya mambo mengi na kuondoka katika nchi ya Afrika Kusini kwenda nje na kufanya mafanikio katika timu mbalimbali bali mbali, yeye pia ana nafasi hiyo, kwa kiwa kocha kijana ambaye anaofahamu soka anajua vizuri namna gani iweze kuchezeka, anaweza kafanya maajabu, na naimani kwamba amejiandaa kufanya hilo kwa uh, Fortunatus kumalizia Afrika Kusini na timu tatu sasa katika ngazi ya kimataifa Mamelodi Sundowns, ZK Brazilians wao wanapambana na Al Ahly lakini pia Orlando Pirates the Buccaneers dhidi ya Pyramids wakati Stellenbosch dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club Safa imetulia sasa inajipambanua kwamba <laughs> ni miamba e, ni kweli ni kweli na wengi wa, hata hilo niliwahi kuli Uh, kuitabiri huenda mechi ya fainali ikawakutanisha kwa mara ya kwanza timu za Afrika ya Kusini yani Orlando Pirates na Sundowns Mamelodi. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema kwamba hivi sasa unganiko hili la hawa kuingia nusu fainali linaonyesha dhahiri kwamba Afrika Kusini imejiandaa na katika kuonyesha umuhimu na uhakika kwamba wanataka ushindi dhidi ya Mamelodi Sundowns. Al Ahly walibadilisha ratiba yao na wamefika siku moja kabla ya tofauti na walivyokuwa wamepanga hapo awali lakini pia wamewadilisha wamesema wawai ili kusudi waweze kuyazoea mazingira na wanaifahamu vizuri Mamelodi Sundowns kwamba sio timu ya kubeza hivyo ni lazima waje wakiwa wamejiandaa kweli kweli kwa hiyo wamebadilisha ratiba na siku moja kabla wamefika, na hawa vijana pia wamesema kwamba wao mara baada ya mchezo na Simba Sports watarejea nyumbani Jumatatu haraka iwezekanavyo ili kusudi kuweza kujiandaa katika mchezo huko Moses Mabida katika jiji la Deben Tekwi Ekakasini. Nikizungumzia Moses Mabida, ni moja kati ya viwanja vilivyotumika katika kombe la dunia mwaka elfu mbili na kumi, uwanja wenye uwezo kuchukua zaidi ya watu elfu hamsini na 5. Hii mechi ni ngumu na Deben kwa kifupi ni sehemu ambayo kuna mashabiki wengi wa kutosha ambao huwa hawaangalii mara zote kwamba ni nani anacheza. Wao ni watu wa kupenda soka. Wanaweza kafika kwa wingi pamoja kwamba Stellenbosch hawatoki hapo. Nitakiriba ni takriban kilomita zipatazo 570 kutoka Johannesburg mpaka katika jiji la Deben. Na Moses Mabida ipo katika mtaa wa Hanson uliopo katika jiji la Deben. Kwa uzuri na taa kwa hiyo naweza nikasema ni moja kati ya mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na wengi wanaifahamu Simba hapa, na ninahakika kwamba jezi zitakazokuja hapa hazitoondoka pekee, kwa sababu wengi wamekuwa wakiziulizia na wakitaka jezi kutoka katika timu zetu za huko hususani Simba Sports Club, na Yanga ambazo zimekuwa na jina la kutosha hapa katika nchi hii ya Nelson Rolihlahla Madiba Mandela. Uh, tukimalizia hapo na mzilikeza <laughs> Fortunatus, uh, shukrani sana kwa kuweza kuungana nasi, na mimi kesho tutaungana pia kwa ajili ya kuweza kuangazia michezo ya hatua ya nusu fainali ya ligi mabingwa barani Afrika. Mamelodi Sundowns k Brazilians uh, Miguel Cardoso atazungumza kitu gani, lakini Jose Riveiro kuweza kuzungumza uh, Orlando dhidi ya Pyramids.